Umeshawahi kujiuliza uhusiano wako na serikali hasa ni upi? Yaani, mamlaka yao kwako yanaishia wapi na wajibu wako wewe kama raia unaanzia wapi? Sasa, mnamo mwaka 1849 jamaa mmoja anaitwa Henry David Thoreau aliandika insha fupi kweli, lakini yenye nguvu ajabu, inaitwa kuhusu uasi wa kiraia, na inachambua hasa swali hili gumu: uhusiano kati yako wewe mtu mmoja na dola. Basi hebu tuingie moja kwa moja kwenye wazo lake kuu, kauli yake maarufu kabisa, ambayo ndio inajenga hoja yake yote. Anasema hivi, serikali bora ni ile inayotawala kidogo zaidi. Unajua anamaanisha nini hapa? Kimsingi anaanza kabisa kwa kuweka alama ya swali kubwa kwenye lile wazo la kwamba serikali inapaswa kuwa na nguvu nyingi juu ya maisha yetu. Sasa ngoja kidogo, usije ukamwelewa vibaya Thoro. Hakuwa mwanaharakati wa kuondoa serikali kabisa, yaani sio kwamba alitaka fujo la hasha. Yeye aliona serikali kama, tuseme, kama zana, kifaa, lakini na hapa ndipo penye tatizo, ni kifaa ambacho ni rahisi sana kwa watu wachache kukitumia vibaya kwa faida zao binafsi na alikuwa na mfano halisi kabisa wa hili. Alisema, hebu angalieni matukio ya wakati wetu, kama ile vita ya Mexico na Marekani na suala la utumwa. Hivi vyote vinaonyesha wazi kabisa jinsi hiyo zana ya serikali ilivyokuwa inatumiwa vibaya, yaani kwa malengo ambayo si ya haki na kinyume kabisa na vile watu wengi walivyotaka. Okay, ili kulielewa hili vizuri zaidi, Thoreau anatumia mfano mwingine mzuri sana anafananisha serikali na mashine. Sasa fikiria kama serikali ni mashine kubwa, sisi raia tunaingia wapi kwenye huu mfumo? Hapa sasa ndipo anapoleta tofauti moja muhimu sana, yaani njia mbili tofauti kabisa za kuitumikia hiyo mashine. Na hapa sasa ndipo anapochoma kwenye kiini hasa cha hoja yake. Anaweka tofauti kubwa mno kati ya vitu viwili: raia mtiifu na mwanadamu huru. Unajua tofauti yake? Mmoja anatumikia kwa mwili tu, kama vile roboti au jiwe. Hana hisia, anafuata tu amri. Lakini yule mwingine, mwanadamu huru, anatumikia kwa kutumia dhamira yake, yaani sio tu kufuata mkumbo, bali ni kutenda kile anachoamini ni sahihi. Anasema watu wengi sana, askari, walinzi magerezani, polisi, wanaitumikia serikali kama sehemu ya hiyo mashine, kama vile ni skrubu au gia tu. Hawatumii akili zao au hisia zao za nini ni sawa na nini si sawa. Matokeo yake, wanajikuta wanaenda vitani, wanafanya mambo kinyume kabisa na matakwa yao na mbaya zaidi, kinyume na dhamira zao. Okay, sasa hili linatuleta kwenye swali gumu kweli kweli. Vipi sasa pale sheria inakuambia fanya kitu fulani, lakini dhamira yako inakuambia hapana, hili si sawa. Unafanya nini? Hapa sasa ndipo patamu. Mgogoro wa kweli unaanzia hapa. Na jibu la Thoro ni la moja kwa moja, halina kona kona, na lina changamoto kweli. Anasema hivi: wajibu wako wa kwanza kabisa sio kuitii sheria. Hapana, wajibu wako wa kwanza ni kuitii dhamira yako. Hiyo ndiyo inapaswa kuwa dira yako kuu, hata kama inapingana na sheria. Na ili kusisitiza hili, anauliza swali zuri sana la kujiuliza: hivi Mungu au maumbile yametupa dhamira ya nini? Kama mwisho wa siku tunatakiwa tu kuzima akili zetu na kufuata sheria walizotunga watu wengine bila hata kuhoji, hilo linapoteza maana nzima ya kuwa binadamu mwenye akili, sivyo? Sawa, tumekubaliana. Dhamiri ndiyo kiongozi. Lakini sasa inakuwaje pale serikali inapofanya mambo kinyume kabisa na dhamira yako? Unakaa kimya tu? La hasha. Thoro anasema kuna mambo ya kufanya, kuna hatua za kivitendo unazoweza kuchukua, na anatoa mwongozo rahisi wenye hatua tatu. Hatua ya kwanza, anasema nawa mikono yako. Maana yake acha kabisa kushiriki kwenye huo udhalimu unaoupinga. Hatua ya pili, kataa utiifu. Hii inamaanisha nini? Ondoa sapoti yako. Mfano rahisi aliyoutoa yeye ni kukataa kulipa kodi inayofadhili vita na utumwa na tatu, kuwa kizuizi, yaani maisha yako matendo yako yawe ndiyo yanayoikwamisha hiyo mashine ya serikali isifanye kazi. Ni njia ya amani kabisa, lakini ina nguvu ya ajabu. Na unajua nini? Haya yote hayakuwa maneno matupu. Thoro hakuwa anahubiri tu, alitembea kwenye njia aliyoiamini. Na hili sasa linatuleta kwenye kisa kimoja maarufu sana katika maisha yake, kisa ambapo aliamua kuyajaribu haya mawazo yake kwa vitendo. Sikiliza hii kwa miaka 6 mfululizo, alikataa kulipa kodi yake. Miaka 6! Na unajua alifungwa kwa muda gani? Usiku mmoja tu, usiku mmoja pekee. Na akiwa ndani ya kile chumba cha gereza, alipata ufunuo wa ajabu. Aligundua kwamba serikali ni ya kijinga sana. Kwa nini? Kwa sababu ingeweza kufunga mwili wake, ndio, lakini haikuweza kabisa kugusa akili yake mawazo yake wala misimamo yake. Aligundua kuwa uhuru wa kweli haufungwi na kuta za gereza, uko ndani ya mtu. Na ndio maana anasema maneno haya makali sana, anasema, Niliona kuwa dola ilikuwa na nusu akili. Haikujua hata marafiki na maadui zake ni kina nani. Yaani kutoka mle ndani aliacha kuiheshimu kabisa serikali. Badala yake aliihurumia kama kitu dhaifu na kisichojitambua. Basi Ule usiku mmoja gerezani ulibadilisha kila kitu. Ulimsukuma kufikiria mbali zaidi. Sio tu jinsi ya kupinga serikali mbovu, bali alianza kuwaza, hivi serikali bora na ya haki kweli kweli inapaswa kuwa ya namna gani? Na hapa sasa anatuachia swali zito, changamoto kubwa kabisa. Hivi inawezekana kuwepo na serikali ambayo inamtambua mtu mmoja, yaani wewe, kama nguvu iliyo juu yake? Serikali ambayo inajua kwamba mamlaka yake yote yanatokana na wewe na sio kinyume chake? Kwa hiyo mwisho wa siku, Thoro hetupi jibu la moja kwa moja. Badala yake, anatuachia dira, anatuonyesha uelekeo. Ni wazo hili hili ambalo miaka mingi baadaye liliwasha moto kwenye harakati za watu kama Mahatma Gandhi na Martin Luther King Jr. na linatuacha na sisi na maswali ambayo bado ni muhimu sana leo. Je, inawezekana serikali imtumikie mtu mmoja mmoja, badala ya watu kuitumikia serikali? Na swali la muhimu zaidi, je, sisi kila mmoja wetu tuko tayari kudai heshima hiyo?